Kuna uchakavu wa vyumba vingine vya madarasa na ofisi moja, ambapo vyumba hivi ni vile ambavyo vilijengwa tangu vilianza kutumika tangu mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano. Lakini changamoto ya pili ni kukosekana kwa nyumba za waalimu shuleni, kwani shule haina nyumba mwalimu hata moja, hali ambayo inasababisha waalimu wote kuishi maeneo ya mbali na shule ya ulipo. Lakini changamoto ya tatu ni upungufu wa madawati mia moja ambao unasababishwa na wingi wa wanafunzi shuleni, hivyo kusababisha baadhi ya wanafunzi kukaa dawati moja wanafunzi watatu mpaka ya wa nne. Lakini pia nne, shule yetu inakosa jengo la utawala, kwa maana ofisi za walimu baada ya hazitoshi kulingana na ukubwa wa shule yetu. Uongozi wa shule kwa kushirikiana na wadau mbalimbali unaendelea kutafuta ufadhili na wahisani ili waweze kusaidia kutatua wa changamoto tulizoainisha hapo juu. Badala ya kutegemea serikali peke yake. Majengo haya ni historia, yanabidi jili, yakiwezekana yarudishwe kwenye standard ile ile, au kama ni kuboreshwa yaboreshwe bila kupoteza usamani wake. Itakuwa ni sisi tu. Ukienda hata mahala pengine, kuna maeneo ya makumbusho. Kwa hiyo nakuta vitu kama hivyo vinawekwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye makumbusho, watu wanaangalia. Hii kwa hapa yakapita hapa. Bahati nzuri shule hiyo imetoa viongozi wengi sana serikalini, ni wengi ndio, kiasi kwamba naamini nguvu ukarabati, tukiwatafuta hao watu tutaweza kuufanya kwa moyo mmoja. Meshimua mwenyekiti wa bodi, Mimi hili naomba kulichukue ili tukaanze na utaratibu maalumu kupitia kamati ambayo tumeligunda leo, tukakwenda kutengeneza wajumbe. Lakini kati ya wale wajumbe, kama tutajiidia taasisi zetu NMB na CRDB, wadau wetu namesha kusapoti sana, naomba hata kwenye hili tusiwaache tuliosoma pale kumbe, tuko wengi sana. Sasa watoto wetu wamesoma zaidi yetu, na ninyi vijana, tunachoomba ni kwamba tunahitaji kusoma zaidi ya baba zenu. Baba zenu wamesoma zaidi ya baba zao, na baba zao walisoma zaidi ya baba zao. Kwa hiyo kusoma ni kwamba tunahitaji sisi tulikokomea, watoto wetu lazima wasome zaidi yetu.